ili kunusuru maisha ya wakazi hao wamesema. Lakini changamoto iliyokuwepo kwenye kijiji hiki ni mamba kula ku, watu mifugo imeliwa karibu, mifugo karibu ng'ombe mia moja, mbuzi karibu mia na hamsini, watu tisa kati yao na mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo baada ya kilio chetu kusikika, wenzetu watawili wakaja wakatuletea msaada wa kupokea hiki kizimba, kwa hiyo tunawashukuru sana. Hapa mtoni ndio kwenye mahitaji makubwa ya maji ya wanakijiji wa Kweisewa, lakini tangu enzi, yani en, tangu miaka mingi sana hapa tulikuwa na tatizo kubwa sana la watu kuliwa na mamba. Hata juzijuzi hapa kuna wamama walipata mtihani, walikoswakoswa wali na mamba wa, nafikiri kama watu watatu wa, wa au wa wanne walikoswakoswa na mamba kwenye eneo hili hapa, lakini sio hivyo tu hata mifugo aina ya mbuzi ng'ombe huwa wanakamatwa na mamba sana. Kwa upande wake mtafiti mkuu wa taasisi ya utafiti wa nyamapori nchini, Dr Jane Mary Nkalirwa, akielezea jinsi walivyoongeza nguvu ili kudhibiti vifo vitokanavyo na kuliwa na mamba amesema a, tuko hapa tunaendelea na ujenzi na utengenezaji wa kizimba hiki. Ni kizimba maalum cha kuzuia mamba wasilete madhara kwa binadamu. Hapa ni kijiji cha Kwaisewa wilayani Korogwe na eneo hili linajulikana kama eneo la Langata, mahali ambapo wanakutana wanajamii na wananchi mbalimbali kupata mahitaji yao ya maji, wananywesha mifugo, wanafua, wanachota maji ya kutumia katika familia zao, lakini jamii imekuwa na changamoto kubwa sana ya mamba, na kwa kifupi katika utafiti wetu tumebaini kwamba kuna watu kadhaa zaidi ya watu tisa wamekwisha uawa na mamba ndani ya miaka mitatu na wengine wengi wamejeruhiwa na wengine wamekuwa na vilema vya kudumu. Kufuatia tu hiyo, mtafiti wa TAWIRI nchini Revocatus Menei akielezea jinsi vizimba vilivyojengwa vinadhibiti mamba wanaopoteza maisha ya binadamu pamoja na wanyama amesema, kwa TAWIRI tulifanya ubunifu wa namna kujenga hizi crocodile exclusion fence au uzio wa mamba. Ni uzio ambao unahusisha matumizi ya mavyuma kama vinavyoonekana black pipe hizi, hollow pipe pamoja na wavu ambazo zinasimikwa majini kwa namna ambayo tumeiweka Kwa hiyo kwa ujenzi wa kizimba hichi, maana yake ni kwamba tunatenganisha maeneo salama ya watu kufanya kazi na maeneo ya makazi kwa ajili ya mamba. Mamba atakao upande wa pili na watu atakao upande wa huku. Mbele ni William Mgazija, ITV